Tamani ni kumbushie hivi funguo za matumaini ambazo ndizo zinazojenga lishe katika maisha yetu. Haijalishi unamcha una Mungu, haijalishi au umchi Mungu, ni ukaribishe sana, kwa sababu maombi ni kila kitu katika maisha yetu ya uchamungu, na ndio maana tunajifunza kudai ahadi za Mungu kupitia maombi. Hakuna njia nyingine tutadanganyana kwamba wewe utadai ahadi za Mungu kupitia nini? Maombi na vitu vingine ambavyo tumekuwa tukivitumia. Leo ni siku ya kuomba. Nikumbushe ufunguo mwingine katika maisha yetu ya matumaini ni habari nzima ya kuwa na subira, subira katika maisha, subira. Luka 21 mstari ule wa 19 unaweza ukasoma kwa wakati wa inazungumza habari nzima ya subira subira juu ya jambo ambalo unalifanya. Sema leo tuko katika kizazi ambacho kizazi tunakiita kizazi cha Gen Z, subira imekuwa haipo. Kizazi cha Gen Z, subira haipo, subira leo haipo. Hata watu wengi leo utaamini ya kwamba subira kweli imeishaisha Yani hata kwenye masomo wale ambao ni wanafunzi wanatamani wamalize madarasa yote kwa mwaka mmoja. Maana yake nini sasa? Wale wana ambao wanapitia changamoto fulani wanatamani wana kutoka katika changamoto siku hiyo hiyo. Wale wana ambao wanataka kuolewa wanataka kuolewa siku moja hiyo hiyo, siku moja hiyo hiyo maisha ya nyoke siku moja hiyo hiyo ndoa iwe nzuri siku moja hiyo hiyo apate mtoto. Ndiyo kizazi hiki cha .com tulicho nacho leo. Subira ni kitu ambacho leo kitakusaidia kuwa na matumaini katika maisha yako. Wewe mtumishi wa Mungu, subira katika mambo ambayo umekuwa ukiomba. Nimesema adui mkubwa katika habari nzima ya funguo za matumaini ni kukata tamaa pamoja na hofu. Sio hofu tu ya kawaida, unawaza kule mbele. Hili hofu iitwe hofu ni kitu ambacho kinakutolea amani ndani ya moyo. Yaani, kuna mtu hapa anaenda kulima hana amani kabisa, kwamba mimi nitafanikiwa katika mwaka huu. kuna mtu hapa ameajiriwa kazi mwaka huu, kuna mtu hapa leo hana amani, hawezi kuamini, ni mgonjwa, hana amani ya kwamba atapona. hivi wewe mwenyewe unajiua unategemea nini? Niukumbushe mtu wa Mungu, unayenifuatilia katika wakati kwa unyenyekevu mkubwa sana ya kwamba subira ni kitu muhimu sana katika maisha yako. Subira ni kitu muhimu sana katika maisha yako wewe unayesafiri kuelekea duniani katika maisha ya mapambano, maisha ya utafutaji, na nikwambie, ni kuhakikishie, ni wote watakaokuwa na subira ndio ambao Mungu anawatafuta leo, na ndio maana hata sisi tumesubiria Yesu arudi mara ya pili. Sijui una mpango gani, sijui umesubiria nini. Na ndio maana hata wewe umesubiria leo, siku moja Mungu atakaposema kwamba fulani kumzika, tumesubiria subira, japo tunasubiria kijanja, tunapambana kwa maisha hapa na pale. Kama watu kusoma, wanasoma, kama watu kuoa, wanaoa, kama watu wanafanya utafutaji, wanafanya utafutaji kama watu kufanya maendeleo wanafanya, lakini tunasubiria Yesu aje mara ya pili tutoe katika matatizo na shida hizi. Ondoka na hiki ufunguo muhimu katika kufungua maisha yako yote, tambua ufunguo katika maisha kwa kusaidia kufungua. Usichanganye funguo tafadhali, kama ujafahamu ufunguo katika changamoto yako naoipitia leo, ni kuongeze hivi, uvumilivu ni moja wapo ya ufunguo kamili kabisa. Subira, subira ni moja wapo ya u... Ya ufungua ota kusaidia kufungua magumu ulionayo, maana kuna watu walivumilia leo wanafurahia maisha, kuna watu walivumilia leo wanafurahia maisha. Nikutie moyo kwa kumalizia hapa ya kwamba yaweza kuwa umeshindwa kuvumilia juu ya ile ambayo unalipitia. Ni kweli kabisa, maana uvumilivu ni kitu kigumu sana, ni kizuri tu kuzungumzwa hivi, lakini ni kitu kigumu ambacho kinahitaji nguvu ya kimungu ingilie kati. Nguvu ya kimungu ingilie kati kwako, ingie ndani yangu, ndipo inisaidia. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa wakati huu na asante kwa siku hii ya leo. Umetusaidia kuelewa neno lako, umetuwezesha kuzidi kufahamu funguo mbalimbali katika maisha yetu. Tuelekeze jinsi gani Mungu tuwe, tuweze kuwa wavumilivu katikati ya changamoto. Tuelekeze jinsi gani Mungu tuweze kuwa wavumilivu katikati ya kuugua, katikati ya kukataliwa, katikati ya kufukuzwa, katikati ya kukosa kazi, katikati ya maumivu, katikati ya kuchukiwa. Tuelekeze Mungu kuwa wavumilivu. Dada huyu, mtoto huyu, kijana huyu, baba huyu, mama huyu, msaidie na umwezeshe kumpatia uvumilivu ndani ya moyo wake na katika safari yake ya kila siku, anapokuwa akiishi hapa duniani, maana ni ufunguo wa maisha ya kiroho. Kwa jina lako Yesu, amina.